tuanze kufanya kazi ile kanuni ambayo tumeisoma tulisema kwa laisa inatia dhamma kwenye mubtada na inatia fatha kwenye khabar. Lakini khabar ya laisa inaweza isiwe na fatha ukitumia herufi ba. Kwa hiyo tulisema kwamba huwa muslimun, akija laisa itakuwa huwa laisa bi muslimin. Huwa laisa bi muslimin. Kwa hiyo badala ya kuwa huwa laisa musliman, inakuwa bi muslimin. Tukasema kwa huu ndio sulubu mashuhuri sulubu maarufu zaidi tunaenda nao, huwa laisa tajiran, lakini ametumia herufi ba kwa sababu ana kasra. Huwa laisa bi tajirin. Huwa min aliyabani, yeye ni kutoka Japan huwa minal yaban, yaani kutoka Japan. Kisha akasema mbele huwa laisa minal yaban, huwa laisa minal yaban, yeye si kutoka Japan. Laisa, laisa, sababu tayari kuna min na kuna herufi jina lenye kasra kama khabar kwa huwa minal As-sayyaratu jamilatun gari nzuri, as-sayyaratu jamilatun gari nzuri. Ikija laisa hapa na kuwa as-sayyaratu laysat, kama ni hakika na kuwa laysat, laysat jamilatin, as-sayyaratu laysat jamilatin, gari si nzuri. Namba mbili, ana ghaniyun, ana ghaniyun, mimi ni tajiri. Ana ghaniyun, ana ikija laisa na kuwa ana lastu

hiya min al-Iraq, yeye ni kutoka Iraq. Nchi hiyo al-Iraq ni nchi hiya min al-Iraq, kija laisa hiya, sababu ni mwanamke huyo. Hiya laisat min al-Iraq, yeye si kutoka Iraq. Hiya laisat min al-Iraq, yeye si kutoka Iraq. Namba tano, nahnu adhkiau, sisi ni waerevu. Adhkiau adhkiau ni wingi wa dhakim na hiyo ni mamnuu min asarf, oaakaakua a kwa sababu ni mamnuu min asarf. Ikija herufi ya kutia kasra mwanzo inakuwa na fatha, bi azkiya. Naam, namba sita, huwa azabun, yeye ni bachela hapa itakuwa huwa laisa bi'azabin, huwa laisa bi'azabin, ee si bachada. Huwa laisa bi'azabin. Namba saba, almudarisuna fi lfusuli, almudarisuna fi lfusuli, walimu kwa madarasani. Almudarisuna fi lfusuli, kia laisa, hapa itakuwa almudarisuna laisu fi lfusuli, laisu, kwa sababu ni wengi humhum hum, laisu almudarrisuna laisu, laisu, laisu fil fusuli, walimu hawako madarasani, walimu hawako madarasani. Namba nane, anti dhakiyatun, wewe ni mwerevu. Anti dhakiyatun, wewe dhakiyatun. Lasti bi dhakiyatin, wewe si mwerevu Namba tisa. antum kibarun, ninyi ni wakubwa. antum kibarun, ninyi ni wakubwa. kibarun ni wingi wa kabirun. Kabirun moja, kabirani wawili, kibarun wengi. Inakuwa antum lastum bikibarin, antum lastum bikibarin, ninyi si wakubwa. antum lastum bikibarin, ninyi si wakubwa. Namba kumi. at-talibatu fil maktabati, wanafunzi wa maktaba, wanafunzi wa kike hapo at-talibatu wanafunzi wa kike, wanafunzi wengi fil maktaba. Kija laysa atalibatu, lasna fil maktabati, wanafunzi hawako maktaba. Ukisema lasna atalibatu, lasna fil maktabati, kuna moja. Antunna talibatun jududun, ninyi ni wanafunzi wapya antunna talibatun jududun, nini wanafunzi wapya. a au antunna lastunna bitalibatin jududin. Aba naam. Namba sita, namba sita, san ajib anil as'ilatil atiya, jibu maswali yafuatayo nafi kwa kukanusha mustamilan laisa hali ya kutumia laisa kwa maswali haya nataka kujibu kwa kutumia neno laisa maana kwa kanusha hapo abu. anasema na mmoja amuhandisun abuka je ni mhandisi baba yako amuhandisun abuka asema abi laisa bimuhandisin baba yangu si muhandisi abi laisa bimuhandisin baba yangu si muhandisi laisa bimuhandisin, bimuhandisin. kasra Amudarrisatun ummuka jeni mwalimu mama yako, amudarrisatun ummuka jeni mwalimu mama yako. Wasema ummi mwanamke, ummi laisat, laisat bimudarrisatin, mama yangu si mwalimu ummi laisat bimudarrisatin, mama yangu si mwalimu. Matatu, atullabun ikhwatuka jeni wanafunzi kaka zako, kakazako, atullabun ikhwatuka jeni wanafunzi kaka zako. wasema, ikhwati laisu bitullabin kaka zangu laisu bitulabin, si wanafunzi. kwa hum laisu bitulabin, azangu si wanafunzi. Nabani, amumarridatun akhwatuka je, ni wauguzi dada zako, amumarridatun akhwatuka je niwauguzi dada zako. Mmoja mumarridatun kwa wengi ideo Ammaridat akhawatuka, je, ni waguzi dada zako? Akhawati lasna bi mumaridatin, akhawati dada zangu mimi. Lasna bi mumaridatin, si waguzi. Akhawati lasna bi mumaridatin. Anu anta amudarrisun, je ni mwalimu wewe? Ana lastu bi mudarrisin, Mimi si mwalimu.

Anasema Sheikh, yuwajjihu almudarrisu anaelekeza mwalimu, ila kulli min athullabi as'ila kwa kila mwanafunzi maswali, yakunu jawabu habin nafsi sala ambayo jiulaka na kuwa ni kwa kukanusha wa yarudu alayha talibu mustamilan, natajibu swali hilo mwanafunzi hali ya kusema hali ya kutumia, ana lastu min Amrika, mimi si kutoka Marekani. Ana min Tanzania, mimi ni kutoka Tanzania. Ana min Kenya, kutoka Kenya au ana min Ghana, ni kutoka Ghana. Au ana min Libya, kutoka Libya na mfano hivyo. Kisha sema na mabidi amutazawijun anta, je umeoa wewe? Amutazawijun anta, umeoa wewe. Kwa ana lastu bimutazawijin. Ana lastu bimutazawijin, mimi si mwenye kuoa kwa maana mwanamke, amutazawijatun anti, je umeolewa wewe? Amutazawijatun anti, kwa kujibu mwanamke anasema ana lastu bimutazawijatin

kisha barkiyatun. Barkiyatun ni ujumbe, ujumbe kwa maandishi, posta huko. barkiyatun. Ungi wake ni barkiyatun, ujumbe za maandishi. barkiyatun. Kisha masrifun benki, masrifun benki. Ungi wake ni maswarifu, maswarifu. Pia benki ina jina lingine kwenye Kiarabu linaitwa bankun. Bankun pia ni benki. Bankun ungi wake ni bunukun. Bankun, bankani, bunukun. Masrifun, masrifani, maswarifu. Kisha mwisho ni maktabul baridi, hiyo kwa maana ya posta. Maktabul baridi kwa maana ya posta. Na mpaka hapo somo letu linakuwa limefika mwisho. Wallahu taala ala alam, wasala llahu ala nabiyyina sallam.